Hali inayopatikana sana kwa watoto wenye magonjwa ya rheumatic ni hali inayoitwa arthritis ya watoto isiyojulikana chanzo chake kwa watoto. Mara nyingi huja na uvimbe kwenye viungo, au wakati mwingine tu kupoteza uwezo wa kutumia viungo, pamoja na viashiria vya uchochezi vilivyo juu. Hakuna kipimo maalum cha damu ambacho kinaweza kusaidia kutoa utambuzi. Ni kwa kuondoa magonjwa mengine tu ndipo tunapoweza kugundua arthritis ya watoto isiyojulikana chanzo chake. Sababu ya kuhitaji kuwaona watoto hawa mapema iwezekanavyo ni kwamba kadri tunavyoingilia mapema, ndivyo matokeo yanavyokuwa bora zaidi, na tunaweza kuepuka ulemavu na kupinda kwa viungo kwa watoto hawa, na pia tunaweza kuboresha ubora wa maisha yao.